Jumla ya miradi ya maendeleo 25 ya yenye thamani ya shilingi bilioni 19 milioni 410773440 ilifuatiliwa katika sekta ya elimu na idara ya mahakama na mambo kadhaa yalibainika. Jambo la kwanza milioni 25 na milioni 25 lakini, lakini 41422 na senti mbili zilikatwa kwa wazabuni kama kodi ya zuio katika miradi ya ujenzi wa shule ya sekondari Dr. Salmin Minga Muhola na Kintinku Manyoni, lakini hazikuwasilishwa katika mamlaka ya mapato Tanzania. Shilingi milioni saba, laki saba, sitini na tano elfu na sita zililipwa kwa mzabuni bila kuleta vifaa katika shule ya sekondari Unyanga. Kiasi cha shilingi milioni tatu na laki tisa zililipwa kama ziada kwa mzabuni kwa kazi ya kusafirisha bidhaa za ujenzi kutoka Dar es Salaam kuja Singida. Hii ni katika mradi wa ujenzi wa shule ya Amali Mnyambo. Shilingi laki sita zilipwa kwa mzabuni ikiwa ni manunuzi, ya, manunuzi hewa ya matofali katika mradi wa ujenzi wa shule ya sekondari Kimtingo, ambapo jumla ya fedha ya shilingi milioni 41897428 ziliokolewa kutokana na ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo katika sekta nne ambayo ni sekta ya elimu, mahakama, uh, pamoja na kufanya chambuzi za mfumo kama ifuatavyo: ufuatiliaji wa utekelezaji wa miradi ya maendeleo. Sisi kama TAKUKURU tuna wajibu wa kuhakikisha kwamba miradi hiyo inayotekelezwa inatekelezwa kwa ubora na kwamba thamani ya fedha inaonekana. TAKUKURU ina wajibu wa kuhakikisha kwamba wananchi wanaunga mkono mapambano dhidi ya rushwa. Na kwa mantiki hiyo jitihada za elimu kwa umma zimesaidia kuleta ufanisi wa usimamizi wa miradi ya maendeleo. Takukuru wamefanya vizuri kuokoa hizo hela. Takukuru kabla biashara haijafanyika wao wameshachungulia chungu, halmashauri zinaenda wapi? Hela kama zingekuwa zinalipiwa benki wale TRA wangepata mapato yao mapema kabisa kule benki. Lakini hela ambazo wanalipia mikononi, ndio maana Takukuru wanahangaika kuziokoa. Itakiwa zizuie kabla hazijalipwa. Takukuru inatakiwa wakati wanalipa wale halmashauri kwa mkandarasi, Takukuru wao wanajua zinaenda kununua nini. Kwa kweli mimi naipongeza Takukuru kwa kazi yao nzuri wanayoifanya ya kufuatilia ubadhirifu wa hela uliofanyika na wa, wa, wanakuwa wanafanikiwa kurudisha. Mimi niseme tu au nitoe rai yangu kwa Takukuru kwamba kama wanayo nafasi ya kusimama kwenye hiyo miradi basi wasisubirie kwamba ufanyike uhalifu alafu ndio wazuie. Ni, ni vyema wakawa wanaitembelea wana hiyo miradi kuanzia mwanzo inavyokuwa ina, inaanzishwa.